Tena asifiwe sana Amena. E, tunashukuru kwa siku ya leo mm. Ni siku ambayo tulipewa ushindi, Yesu amefufuka mm. Na ni kumbukumbu tu kusudi watu wasisahau ya kwamba Yesu alichukua dhambi mm, zetu, lakini ujumbe wa leo tutauangalia katika waraka wa Paulo uva <coughs> <kwa> yake pili <coughs> kwa Wakorinto sura yake ya tano na vesi ya kumi. Barua ya Paulo ya pili kwa Korinto sura yake ya tano na vesi ya kumi: maana sote ni lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayostahili kwa matendo aliyoyafanya wakati <coughs> alipokuwa anaishi duniani <coughs> mema au mabaya. <coughs> Bwana Yesu asifiwe, amen. Hili ni neno ambalo Paulo alishauri watu wa Korinto. <coughs> walikuwa ndani ya kanisa, lakini matendo yao na mienendo yao, tabia zao <coughs> aliwapa shauri <coughs> kuwaonyesha kama mtu amekuwa katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya mm. na si mshangao kama ujumbe huu unafika kwetu leo. Watu wengi wanaishi kanisani, kama vile msimamizi amesema ya kwamba ile siku wengi watafukuzwa siku wa juu, sababu mm. gani? Waliishi kama wanafiki mm, wanavaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni umbwa za mwitu mm, na hapa naambia watu sisi sote, kila mtu atasimama mbele ya kiti cha Mungu, na hapo kila mtu atajieleza wazi wazi matendo yake aliyoyafanya wakati alikuwa katika mwili. Sasa mimi na wewe tujiulize matendo tunayoyafanya wakati tuko katika mwili. Na watu wengi wanasahau, ingawaje wameona wengine wanapita wanaenda wanaenda tangu wa Adamu hata leo watu wanaenda wanaenda wapi hawajasimama mbele ya kiti cha enzi kuko siku kila mtu sisi sote tutasimama hapo sasa ndipo utafunuliwa yote uliyoyafanya hakuna kusema utakwepa hakuna kusema nitakwepa Watu wengi wanafanya mambo wanajipiga kifua ah, wanasema hata kama ninafanya ile. Lakini ujuu utaitolea hesabu. Raporo mbele za Mungu. Baba, utatoa ripoti. Ya jinsi mliishi na mke wako tangu mlioana mpaka mna zekeshani. Mama, ujue kama utatoa ripoti. Kila mtu atatoa ripoti, ya mtoto wako wa kwanza hadi wa mwisho malezi ambao ulimwonyesha. Mungu atusaidie Mungu atuwezeshe Amen. Kanisani tunaingia katika huduma, wamoja ni waimbaji, wengine ni waombezi, wengine ni watumishi wa evangelist, sawa mimi, wengine ni mapasta, wengine ni huduma mbalimbali ambazo Mungu mwenyewe aligawa kama vile alivyotaka, lakini kila mtu ataitolea hesabu, atatoa ripoti namna gani alitumika. Mm. Na neno la Mungu limetuambia ya kwamba wamoja watafukuzwa. Je, utafukuzwa? Je, nitafukuzwa? na sababu gani mtu afukuzwe? Mm. Sababu gani mtu afukuzwe? Yale matendo ya giza giza ambao ulikuwa ukifanya, unajipiga kifua. Wanakuonya hautaki kusikia, wanakuonyesha njia hautaki kusikia, unajipeleka jinsi unavyotaka, unafikiri dunia ni yako. Hautadumu milele na mimi sitadumu milele katika ulimwengu huu. Mungu mwenyewe amekwisha kutia mipaka mwanadamu ambaye atakuwa na nguvu ataishi miaka makumi saba, na akiwa na nguvu zaidi miaka makumi munane, na ile ingine ya juu ni nyongezo tu. Mungu atusaidie. mm -hmm. Tuhesabu na mwengine mtumishi wa Mungu anasema, Mungu nipatie hekima ya kujua kuhesabu.